rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania daktari samia suluhu hasani kufuatia hotuba yake aliyotoa siku ya jana ni wazi kwamba serikali yake imejiandaa kwa ajili ya kupambana na wale ambao wamekuwa wakiandamana kinyume na sheria rais samia suluhu hasani akizungumza katika mkutano na wazee wa Uislamu aliweka wazi kwamba serikali yake imejipanga kwa ajili ya kukabiliana na waandamanaji kuna taarifa kuhusiana na watu wanaopanga kuandamana siku ya Disemba 9 huku akigusia kwamba maandamano hayo pia yamekuwa kilengwa kufanyika Disemba 9 au siku ya 25 Disemba. Rais Samia Suluhu Hasani ameweka wazi mpango wake na kusema kwamba kama serikali wamejipanga wakati wowote na wakati wowote watakabiliana naho. Hatua hiyo inakuja kufuatia kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika taifa la Tanzania, kwani majuma kadhaa yaliyopita vifo viliripotiwa kutokea kufuatia maandamano makubwa yaliyotokea katika mikoa mikubwa nchini Tanzania. Mkoa wa Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, Geita. Ilikuwa ni majiji ambayo yaligubikwa na vifo na matukio mbalimbali ikiwemo mbali uchomaji wa vituo vya mafuta pamoja na vituo vya serikali. Lakini moja kati ya jambo kubwa ambalo limekuwa likizungumzwa kwa kirefu ni kuhusiana na mustakabali wa taifa la Tanzania kuelekea katika maridhiano ambayo yamekuwa yakipangwa kufanyika dhidi ya serikali pamoja na viongozi wa kisiasa na Watanzania kwa ujumla. Jambo pia ambalo bado linawaacha na maswali mengi kuhusiana na maandamano ya Disemba 9. Je, maandamano hayo yatafanikiwa na yatafanikiwa kwa kiasi gani? Na maandamano hayo yatakuwa ya amani kama ambavyo wamekuwa wakisema awali? Mwanaharakati na mtanzania anayeishi nchini Marekani, Mange Kimambi, amekuwa akisema wazi kwamba maandamano ya Disemba 9 yatakuwa ni maandamano ya amani kwenda kuishinikiza serikali ya Tanzania kufuatia machafuko yaliyotokea siku ya Oktoba 29 ya mwaka 2025. Moja kati ya matukio makubwa ni matukio ya vifo, madai mbalimbali kuhusiana na watu kutopokea miili ya ndugu zao pamoja na sehemu ambazo zilidaiwa kwamba kuna miili ambayo imeenda kuzikwa huko. Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ndugu Godbless Lema ameibuka na kuzungumzia kufuatia kauli alizoitoa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan siku ya jana alipokutana na kuzungumza na wazee. Godbless Lema amesema kwamba Warumi 13 mstari wa kwanza inasema kwamba hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, lakini kifungu hiki mara nyingi hutumiwa vibaya kuhalalisha utawala dharimu, taaluma na kidini ni muhimu kutofautisha kati ya kanuni ya mamlaka inayotoka kwa Mungu na tabia ya watawala, ambayo haimaanishi kuwa kila kiongozi anaungwa mkono na Mungu. Paulo alimaanisha kwamba mpangilio wa mamlaka ni wazo la Mungu kwa ajili ya haki na utaratibu, si kwamba kila serikali iliyopo madarakani ni takatifu. Maandiko yanathibitisha wazi kuwa Mungu hakukubali utawala dhalimu. Katika agano la kale, Farao alikemewa na kupingwa na Musa kwa sababu ya ukandamizaji wa Waisraeli. Nabii Samueli alimkemea mfalme Sauli kwa ukaidi na kutotii maagizo ya Mungu. Nabii Eliya alipinga kwa uthubutu tawala wa Ahabu na Jezebeli kutokana na dhuruma zao dhidi ya maskini. Hivyo hivyo manabii Isaya, Yeremia, Amos na Mika walikemea wafalme na viongozi waliopotosha haki, walionyanyasa wali wanyonge na waliotumia mamlaka kwa faida binafsi. Kwa hiyo Warumi 13 Mstari wa kwanza haipaswi kutumika kama ngao ya kuhalalisha serikali dhalimu. Mamlaka inayotoka kwa Mungu ni ile inayodhihirisha haki, uadilifu na wema. Kanisa na jamii zinapaswa kutumia maandiko kwa uaminifu, yakikemea dhuluma kama manabii wa zamani na kuyatumia kama, na kuyatumia kama mwanga unaoongoza kuelekea haki ya Mungu.